Karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu moja kwa moja. Tuelekee kaunti namba 37. Baadhi ya wa wabunge kutoka mrengo wa ODM waliungana na wajumbe wa chama cha UDA kutoka eneo bunge la Malava kumpigia debe mgombea kiti hicho kwa tikiti ya chama cha UDA David Ndakwa. Wakizungumza katika mkutano uliofanyika Malava, mbunge wa Ikolomani Bernard Shinali na Fredi Kani wa Shinyalu walisema kuwa vyama hivyo viwili vitashirikiana ili kupata ushindi wa kiti hicho cha eneo bunge la Malava. <coughs> na tunamuheshimu na tunashukuru ile kazi na mipango yote ambayo anafanyia Malava, kwa kuhakikisha tunapiga tunapiga nani kura saa hii. Tuna lengo lengo letu ni kushinda kura tarehe ishirini na Sa? saba mwezi huu. Kunafika wakati tunakuwa na demokrasia tofauti. Wakati huu tuko na kazi ya kufanya kama broad based Aende bunge, hey. Alete maji, hey. Alete stima, hey. Alete TTI hapa, hey. Alete soko ya kina mama kwengineko, yeah. <coughs> Kaunti namba 40 ni kwamba wana